Miloud Hamdi kocha mkuu wa Yanga amebainisha kuwa kila mchezaji ndani ya timu hiyo amekuwa akionyesha uwezo mkubwa katika mechi za ushindani na mazoezi jambo ambalo linampa nguvu ya kufanya vizuri kwenye mechi zilizo mbele yao. Yanga inatarajiwa kuchezwa mchezo wa kirafiki kira dhidi ya Singida Black Stars kwenye uzinduzi wa uwanja mpya wa Airtel ambao unatarajiwa kuchezwa Machi ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano. Tayari Yanga wameanza maandalizi wakiwa kamili gado kwa ajili ya mchezo huo, na Machi ishirini na tatu ilikuwa ni safari kuelekea Singida wakitumia SGR na walipanda basi mpaka Singida ikiwa ni kamera rigado kwa ajili ya mchezo huo ambao unasubiriwa kwa shauku kubwa na mashabiki, na kiingilio imetajwa kuwa elfu kumi. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Hamisi Mwinjuma maarufu kwa jina la Fa ambaye ni naibu waziri utamaduni, sanaa na michezo. Kocha huyo amesema kuwa wanatambua kila mchezo ni muhimu kupata matokeo mazuri, na wachezaji wapo tayari kwa ajili ya mechi ambazo wanacheza uwanjani. Wachezaji wapo tayari na wanatambua kwamba ambacho kinahitajika kwenye mechi zetu zote ni ushindi, hivyo tunazidi kupambana kuwa bora, na hilo ninawapa pongezi wachezaji kwa kuwa wanafanya kazi nzuri. miungoni mwa wachezaji wa Yanga ambao wapo kwenye kikosi kilichopo Singida ni pamoja na Maxi Zengeli, Shua Boy, Nison Kibabage, Mkude, Abu Abutualibu, Msheli. Ofisa habari wa Singida Black Stars Huseni Masanza amesema kuwa ni mchezo wa kufungua uwanja hivyo wageni wakifika kwenye mchezo wa uzinduzi lazima waungane kuishangilia timu hiyo. Ni mchezo wa ufunguzi wa uwanja na kwa wanasingida ni muda wa kuishangilia timu yao ya nyumbani. Kwa kuwa huu ni muunganiko usio na madhara, kila mwanasingida anapaswa kujivunia timu yake, na tunahitaji kuona tunapata matokeo mazuri. Sauti ya Lunyamadizo Mliuka, a boy from Jombe, place to be.